Hicho kitu mwanangu, nikajikuta niko kwa ex wangu mwanangu, na nilisema mwanangu, kanyavi yani, mwanangu, kitu kile mmechukua wapi? Mwanangu, kilikuwa cha ukweli kinoma. Wewe tulia kwanza, hebu vuta kwanza hii hapa. Eh. Mwanangu leo ucha wapi hicho hicho ha, nichaapa hapa mwanangu, si nikajikuta si, nawaza kwenda nananili yani najikuta eti mi ndo natafuta tena mama sap kwenda naye morombo kupiga kiepe mwanangu <laughs> an awe, awe, awe, mwanangu nita kinoma mwanangu a kitu cha juzi nilielewa, najua mi nataka nini mwanangu nini, chukuu hii harusha yote hiyo ya kwangu mwanangu ana mimi msel wako mwanangu, na wapi utabaki hapa mwanangu, sije ukanua hiyo, unasemaje? kitu cha ukweli uhakika, yani hapa hivi naongea tu na makonda hivi, yani nachukua. Sasa mwanangu, mimi nilivyowaza juzi, nikawaza si nikajenge nyumba ya matope Ulaya mwanangu ando nakuwa mkali mwanangu, kule Ulaya. Ulaya si manyumba ni kama haya aya magorofa, afuta nikaribisha sasa ani mwanangu, afu najiana kachoo pale pale kwa ndani na nyumba yangu ya udongo mwanangu, ani ani lazima wazungu apige saluti yeye. Ngoja ngoja, hii hii yote itakuwa kwangu, nachukua na hii Tanzania yote hii Tanzania yote naipeleka Marekani. Eh, sasa mwanangu, alafu nikishaisogeza hivi Marekani sina watoa taendati mwanangu, kila mwanangu, ujomba anayetuleteaga vitu, sijui mwanangu machimbo yake ni hapi mwanangu ha. Ataki hata kuturushia aramani, yani tungeuza mwanangu, kinoma, anataka Anat, tu kuja kuturushia kila siku tununue mzigo kwake uh. Mwanangu mwenyewe unawaza kwenda kutana na piskwe, yani oi kiskwe yani, mwanangu kanijia jana, nikanikoli mwanangu, nikasema sasa, mtoto iyani, imeeleweka sasi, mwanangu, mpaka tupige madili, lazima ulaa ule maoko toshe dede, unaelewa nimi... nimi... hey, jambo mwanangu, tumwamshe nau tumpe lawazo letu la kupata manafongia yeah. Dili mwanangu, lazima tutoboe. Amka mwanangu, sikuambie bonge ya dili mwanangu, isema hii dili vizuri kusema ni mse mzela wewe, gani gani. Ah, mwanangu, ani tuko hapa katikati ya morombo, ani mwanangu, unaiona Arusha tunaiona ile. Hey, mwanangu tunawazo yeah. haula kingine nchome hii hapa, ile ngoya tunanyonga hapa hivi, kwa heshima, kwa heshima mwanangu, mpe ile wazo tunakupa, tuna uwashi wazo kwanza. Kwa wazo tunataka yani tuihamishe hii Arusha yote, tuipeleke Marekani